Timu ya taifa ya soka kwa wasichana chini ya umri wa miaka 17, Junior Starlets imeondoka nchini kuelekea Kamerun tayari kwa mkondo wa pili na wa mwisho kuwania kufuzu Kombe la Dunia. Kabla ya kuondoka, kikosi hicho kilitembelewa kambini na katibu wa michezo Elijah Mwangi, na amewataka, akiwatakia heri kwenye mechi hiyo ya kufa kupona. Junior Starlets walipoteza moja bila siku ya Jumapili na wanahitaji eh, kupendua matokeo hayo ili kufuzu kombe la dunia kwa mwaka wa pili mfululizo. Mechi hiyo itachezwa siku ya Ijumaa. We are supporting the discipline. We want sports in this country to be to the level whereby it can be the reading in this region. Naeza sema sorry to Kenyans, tuliwa disappoint, hatukufanya win, hatukuleta win tukiwa home mutu support, mutu support, mtu ombee, tuna need your prayers, mko kama wazazi wetu na sasa tunahitaji tu.